Kuja na huyu nani? Simama, njoo hapa, zungukia huko, keti hapa kijana, hivi hivi. Nani yako huyu? Eh, mtoto wangu. Mtoto wako? Ndio. Wangapi? Wa kwanza ulikuja naye hapa lini? Jana akakaa wapi? Alikaa pale mbele. Nikasemaje? ana maadui wanne wanamwinda, wa muue, wa wafanyeje? Wamuue. ukawa umeniambiaje? Jumamosi alipata ajali, alipigwa na wenzake kwa katokata na mapanga, alipigwa alikatokata na mapanga na wenzie. ulikuwa umeshaniambia hapana? Mimi si ndio nilikwambia? Ndio, hiyo ndio karama na nikamwambia mkicheza huyu mtoto anaondoka, maana mipango bado inaendelea. Nikamwambia mlete leo nimshughulikie. Usiku wa leo wa jana kuamkia leo, nikashughulika. Niliposhughulikia nikaona sura, huyu kijana amekaa pale. Nisikilize vizuri, nikaona huyu kijana ameshika bangi, anavuta najuaga kama wanao anavutaga bangi. Eh? Weka mic hapo. Hapana. Eh? Hapana. Lakini nikaona anavuta bangi. Uf. Anasema si nimepona, si nimepona. Alafu naona anapanga analiburuza chini, alafu nikaona amelishika mkono wa kulia nikaona anamkata mtu kichwa kikadondoka kule, naye akaanza kukimbia. Alipokimbia hakufika mbali, nikaona kuna watu wameshika, wakamshika wakamkatakata na yeye. Mungu akawa ameniambia ndani ya huyo kijana kuna mawazo ya kulipiza kisasi maana yake anawaza akipona tu achukue panga naye akamuue akakatikati, eh? na huyu, ili kijana huyu apone haraka, ni kwanza hizi hasira ni kana niziondoe. Na kweli, kijana, ulikuwa unawaza kwenda kulipiza kisasi? Ndio eh? kwa nini wamenionea tu mimi. Wamekuonea kwa ulikuwa nawazaje sasa? Mi nilikuwa nawaza nikipona tu ni mtafute wa kwangu. Ufanyeje? nimtafute wa kwangu. amtafute wa, wa, wa kwake <tabu> ah. Oh, unajua unawahi kuelewa Kiswahili kuliko mimi msukuma. Unajua mimi msukuma, yaani <tabu> sasa <tabu> mi kafikia wakoke labda mke <laughs> Sasa, ee, sasa wewe mambo mengine e, twende taratibu sasa. Mimi ndio maana naulizaga kwa makini, kwa hiyo kumbe umeshajua halafu e, najua ulia ukaa huko Arusha. Unajua Kiswahili cha Arusha usipokuwa makini e, ni cha kipekee pekee. Na hapa navyo muhoji ndio anapona hivi, nami ndio napona Eh, he, sasa ukamtafuta wa kwaku ili iweje? Yaani, cha kwanza kabla ya kuua nilikuwa nataka ni mkate mguu kama mimi alivyoniumiza mguu, mkate mguu, nilikuwa nataka ni mkate tu kabisa, so nimuumize kama alivyoniumiza, yaani ni mkate. Unakumbuka kuna kitu ambacho umeshagawahi kuvuta labda ukawa unatamani hata unataka wafundishe vijana wengine wanakataa, unajua hilo Yeah. Sijawahi mfundisha mtu maana hata nami sikufundishwa, ulijikuta tunavuta bangi. He? He. <migua> vuta bangi bila mtu yote kufundisha mi sijawahi fundishwa, ilikuta tu vijana wamevuta nikavuta, ila sikuambiwa vuta wala sijalazimishwa, na mi sijawahi mlazimisha au kumfundisha mtu, mimi tuna maamuzi yangu Haya, unajuaga kama wanao anapiga hapana? Ila mnaishi naye wapi, nyumbani au wapi? Yeye alikuwa amepangisha. Sasa alikuwa na mimi na uhakika anapona, ila amepona tu kabla hajakomaa vizuri. Ndio. alikuwa anaenda kutafuta panga, anaenda kumtafuta wakwake leo aliniambia, nabii akimwambia simtafute, hatumtafuta lakini, kama hatumwambia, lazima mtafute. Alisema nabii akiniambia, ni simtafute, sitamtafuta, lakini akini, akinyamaza, nitamtafuta. sasa alijuaje kama mimi ninajua, nitajua? Ndio, alikuwa anakupima kama ni nabii wa kweli. Haya, we mwenyewe umeonaje ni wakweli au sio wakweli? Wewe sasa kabla ya kwenda. Mimi naamini asilimia mia. Umeaminije asilimia mia na wakati ni mgeni? Naamini kwa sababu wakati nimekuja hapa kabla sijaja nilikuwa nawaza nitafute hilo kanisa, maana nilikuwa naadisiwa na mama wangu mdogo wa Rombo. hmm. Kwa hiyo nilikuwa nasema namtafuta nimwambie aniombee nife. Uje nikuombee ni yaani, icho... ufe ndio? hey, hey! Lakini ilipofika hapa mm, sikuomba tena hivyo, nikawa naomba tu Mungu. Kwa nini sasa ulibadilisha? Sijui wewe ni hatari wewe, na mtoto we huyu <coughs> <Ode. Ode. coughs> Ila, uki, hapa unajua kila mmoja ana yake moyoni. Ndio maana usione mtu amekaa hapo ukamwona yuko hapa. Nikikwambia kanisa inaponyeshaga watu wengi. Ndio maana hata shetani anaiogopa. Maana huduma ya hapa sio kwamba tunaigiza hatujagi kwenye maonyesho eti bora tu watu wamekusanyika, wamekuja watu wamekusanyika, bora tuombe tu, tu sijui. Tukijaga hapo waka, tunakuja tumemaanisha. Ndio maana ukiangalia hata ibada za hapa ni za kumaanisha. Mtu anatoka kweli anasema nilikuwa ibadani. Sasa huyu mama huyu mama alivyokuwa amekaa hivyo, ungewaza hata mimi kweli. Ile mama sikulionaga, ndio ilikuwa mara ya kwanza Jumanne? Hapana. na mwezi hapa sasa hivi, una mwezi huko hapa? ndio basi, ndio maana umekuwa na imani asilimia mia. Ehe, sasa uliposema, yaani wengine wanamtafuta nabii wapone, wewe ukasema namtafuta nabii aniombee Ehe, sasa baada ya kukutana nabii, hebu nipe stori. Mama, napendaga stori sana, hebu nipe stori, ikaweje sasa? nilipofika hapa tu nilikumbuka mambo mengi yanayonisumbua. uh -huh. ya kwanza ilikuwa ni madeni, ilikuwa nadaiwa karibia milioni mbili. uh -huh. lakini mpaka sasa hivi nahisi kama nadaiwa laki mbili. hey, ndani ya mwezi mmoja hey, Ulikuja hapa mwezi mmoja umemaliza ukiwa na madeni ya milioni mbili, sasa hivi baki laki mbili. Ndio. Hata mimi siwezi kujinyonga <laughs> makofi, kama unanielewa tafadhali <laughs> <laughs> Sasa siku hiyo iyo, mimi nataka hiyo siku ya kwanza tu, kwa nini sasa hukuniambia nabii, niombe ili nife? Ili kweje? Kweje hilo neno la kuombewa ufe likapoteleamo? Ili kweje? ulipofika hapo Nilipofika nikakwambia kwamba natamani kumwona baba angu, mm -hmm. ulivyoniambia tu kuna maalum umemwona baba yangu mm. Basi nikapata imani kubwa kwamba kila kitu kinawezekana, nimekukumbuka. Makofi kwake sawa. <coughs> <coughs> Ndio yule nilioonyeshwa kwamba unalia juu ya baba yako. Yuko wapi? Yeah. Haujawahi kumwona? Sijawahi kumwona tangu umezaliwa. Yeah. ndio hata sura yake, hata nikikutana njiani simjui. Hata wewe kama una miaka mingi hujamwonaga baba yako na tamani umuone, alafu unaamua kwenda kujinyonga, ila unakutana tu siku moja, pap, mtu anakwambia unakwenda kumwona baba yako. Hata kama ulikuwa umebeba sumu, unaahirisha. Na Mungu aligusa penyewe ya kwamba mahali hapa huyu nitamnusuru kwa hapa. Mungu akanifunulia kwa habari ya yeye na mahusiano na baba yake, nikamwambia nimeonyeshwa, unalia unatamani umuone baba yako, unasemaje? Anza kuomba, anza kuomba. Mariza kamwambia, njoo siku fulani, njoo siku fulani. Kumbe ile siku fulani anakuja ndio anazidi kukomaa, amekuja na mwanza kujinyonga, shu, nataka kujinyonga Leo yuko hapa sasa. Ile roho inataka kuhamia mtoto, anasema ameonewa, anasema lazima ni mtafute wa kwangu nimkate miguu. Ila mawazo yake alitaka atumie panga, au sio hivyo? Ndio, na mimi niliona amebeba panga kumfyekafyeka, kama anakwenda kulipiza kisasi. Anamaliza kufyeka tu, jamii inatokea na wao wanammaliza pale. Angalia hili tukio. Mungu hapa hapa ana, anaokoa tukio ambalo lingetokea ndani ya mkoa wa Arusha. We unaona kama kawaida, lakini ndani ya muda mfupi ungeliona kwenye mitandao, kijana mmoja amkata mapanga mtu hivi, na yeye pale pale auliwa na wanavyojua kuiweka waandishi wa habari lakini hapa tunaokoa tukio ambalo lingetokea ndani ya nchi hii ya Tanzania, na sio tukio hilo. Huyu kijana anakwenda kutenganishwa na uvutaji bangi, anakuwa salama, na mombe anakwenda sawasawa. Haya, rafiki yangu, ulikuna nipima ya kwamba one kama ni haya, umeonaje sasa ne? Nasema tafanya kama nilivyokuwa nimefikiri, ni ulivyoniambia, nitaacha. Ila mimi nilikuwa nimewapania sana, ulikuwa umeombania nimewapania sana, sana. La watokana na wewe takusikiliza yeye alikuwa amewapania sana. ya kwamba wakwangu lazima nimtafute. <laughs> Hey. Hey. Sasa ilivyosema hivi, na mimi nikaisi moyo, na mimi nikamtafute wakwangu <laughs> Kumbe <Mbe. laughs> inamaanisha adui. <laughs> Kumbe eh? eh? Mimi nilichomaindio wamenichangia, bora angenipiga mmoja, kasema tu nitatafuta. Na hata nilikuwa naomba ende tu kutembea vizuri na tu uweze kutembea vizuri. Eh, kutembea tu kwanza ili niweze kuwatafuta. Ili ukawatafute. Mm. Maana najua kuna zao zote unazifahamu? Na yeah. Hilo swala hata polisi wasingeweza kuwapata, hata mtu wote hawezi jua alipo kwa sasa, ila mm -hmm. Mimi najua alipo. Kwa mimi nilikuwa nataka tu nipone niwatafute, mm -hmm. na singe wakosa hata polisi wasingejua waliko, ila yeye anajua waliko zangu. Kabisa ni watu wa mtaani, wengine mnavuta nao kama madogo miska ginao, ila wakati nakaa kwa mama wangu, ni marafiki zangu akati nasoma, na wajua vizuri yani marafiki mbo najuana nao, ila toka nilivyoanza kujitegemea ngasi na mazoea nao, ta from nowhere atoa ananifata tena wananichangia, hapo ndo nilivomaindi, nikasema nitawatafuta tu na ningewapata. Sasa nilipoona hivyo, ndio nimetolea tu mfano kuwafundisha watu hawa, wajue ya kwamba duniani wapo pia waonaji, wapo pia manabii, wapo pia watumishi wa Mungu waliosimama kiukweli ukweli wasiokuwa na vitu vya longolongo -longo na mambo ya kupindisha wapo. Sasa basi mimi nataka nikushauri, sawa? Mungu amenionyesha na anataka akuponye, ila sio kwa sababu akupe nguvu za kwenda kuwaua wale. Ila sitawaua eh? Eh? La, sitawafanya chochote chochote. Nataka nikuombee upone sawa. Alafu kuna kazi ambayo Mungu anakwenda kukupa, sawa? Meelewa vizuri? Halafu kwenye hiyo kazi atakao kwenda kukupa, kuna wengine wale wale watakuja pia wakuombe msamaha. Umeelewa vizuri? watakuja kuombe msamaha sana sana sana sana sana sana, maana watakukuta we uko matawi kuliko wao Unasemaje juu ya hilo? Kama umesema na amina, basi chapie Yesu aliye hai! Sasa huduma kama hii ushindwe kwenda kuishuhudia. Kwa haya na mengine mengi, usisahau kusubscribe, ku like na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii. Na Mungu akubariki.